Kikosi maalum cha kijeshi nchini Madagascar kinachofahamika kama CAPSAT kimetangaza kwamba kitachukua udhibiti wa majeshi ya ulinzi, hatua inayoongeza mgogoro baada ya kikosi hicho kilichomsaidia rais wa sasa kuingia madarakani hapo awali kujiunga na waandamanaji. Kwanzia sasa maagizo yote ya jeshi la Madagascar, iwe la nchi kavu, anga au baharini, yatatoka makao makuu ya CAPSAT, maafisa wa kikosi cha kiutawala na kiufundi wamesema. Tangazo hilo linatolewa saa chache baada ya ikulu ya rais kushutumu kwamba kulikuwa na jaribio la kumpindua rais Andry Rajoelina. Katika taarifa yake, ikulu ilisema jaribio la kinyume cha sheria na kwa nguvu la kunyakua madaraka lilikuwa linaendelea nchini humo bila kutoa maelezo zaidi. Kwa sasa haiwezekani kubainisha aliko rais Andry Rajoelina. Mgogoro huo unatajwa kuwa tisho kubwa zaidi kwa utawala wa Rajoelina tangu ushindi wake wenye utata katika uchaguzi wa mwaka 2023 na tatu, huku wanajeshi waliomweka madarakani kupitia mapinduzi ya mwaka 2009 sasa wakimgeuka. Jumamosi, wanajeshi kutoka CAPSAT kikosi chenye ushawishi mkubwa waliwahimiza wenzao kuacha kutii amri na badala yake waunge mkono maandamano yanayoongozwa na vijana. Sasa ni wakati wa kuchukua wajibu wetu ili kuokoa nchi, tuungane, zuieni ndege kuondoka kwenye eneo la nchi, na kwa wale ambao hawatajiunga nasi hapa kambi, msikubali maagizo ya wakuu ya kupiga marafiki zenu, fungeni lango lenu, msisikilize tena maagizo ya wakuu, bali ngojeni maelekezo yetu. Waziri Mkuu Ruphin Fortunati Zafisambo ambaye ni jenerali wa jeshi aliyechaguliwa baada ya Rajoelina kumfukuza mtangulizi wake kufuatia shinikizo la waandamanaji, amesema serikali iko tayari kikamilifu kusikiliza na kuzungumza na pande zote: vijana, vyama vya wafanyakazi na jeshi. Jeshi la Madagascar lina historia ndefu ya kuingilia siasa wakati wa migogoro tangu uhuru wa mwaka 1960; limehusika na kuongoza mabadiliko kadhaa ya madaraka, ikiwemo mapinduzi ya miaka 1970 na lile la mwaka 2009 lililomwondoa madarakani Rais Marc Ravalomanana na kumweka madarakani meya kijana wa majeuzi Rajoelina. Ingawa jeshi limekuwa likikaa pembeni katika miaka ya hivi karibuni, linabaki kuwa nguvu yenye ushawishi mkubwa katika siasa dhaifu za taifa hilo. Maandamano ya sasa yalianza mwishoni mwa Septemba yakilalamikia ukosefu sugu wa maji na umeme, lakini yameongezeka na kuwa tishio kubwa zaidi kwa mamlaka ya Rajoelina tangu ushindi wake wa pili wenye utata wa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Kwa mujibu wa shirika la fedha la kimataifa IMF, ni takribani theluthi moja tu ya wananchi walio na upatikanaji wa umeme, huku mgao wa umeme ukichukua zaidi ya saa nane kwa siku. Wiki iliyopita rais Rajoelina aliwaomba waandamanaji wampatie mwaka mmoja akiahidi kujiuzuru endapo jitihada zake za mwisho za kutimiza matarajio yao na kurejesha amani ya umma zitashindikana. Vikosi vya usalama vimekuwa vikikabiliana mara kwa mara na waandamanaji kwa kutumia mabomu ya machozi na risasi za mpira. Umoja wa Mataifa unasema angalau watu ishirini na wawili wameuawa na zaidi ya mia moja kujeruhiwa tangu maandamano yalipoanza Septemba ishirini na tano, ingawa serikali inakanusha takwimu hizo. Tangazo la wanajeshi wa Kapsat lilikuwa hatua kubwa katika mzozo wa kisiasa unaoendelea kwa wiki moja nchini humo. Baada ya wanajeshi hao kujitenga, waliwasindikiza maelfu ya waandamanaji kuingia uwanja wa Mei kumi na tatu, eneo lenye historia ya mapinduzi ya kisiasa lililokuwa limefungwa na kulindwa vikali katika wiki zilizopita katika mji mkuu wa Antananarivo. Tunajibu wito wa wananchi wa Madagaskar baada ya mateso na ukandamizaji wa polisi tunajaribu kuonyesha kwa wananchi wa Madagascar kwamba jeshi bado lipo. Tunajibu wito na mwito wa wananchi, hakuna mapinduzi ya kijeshi yanayofanyika. Video zilizowekwa mtandaoni zilionyesha wanajeshi wa CAPSAT wakihutubia umati nje ya jengo la manispaa ya mji mkuu huku waandamanaji na wanajeshi wakiwa wamesimama pamoja juu ya gari la polisi lililoharibiwa. Waandamanaji wengi wao wakiwa vijana na wanafunzi wa vyuo vikuu wanamtaka Rajuelina ajiuzuru, aombe msamaha kwa taifa na avunje seneti na tume ya uchaguzi. Waandamanaji hao wanaounganishwa chini ya bendera ya Jenzi Madagaskar wamekataa mara kadhaa mwaliko wa serikali wa mazungumzo, wakisema katika taarifa, hatuwezi kushirikiana na utawala ambao kila siku unawakandamiza wanaosimama kutetea haki. Harakati hiyo imevutiwa na maandamano ya vijana yaliyopindua serikali nchini Nepal na Sri Lanka, na imechukua alama ya fuvu na mifupa ya maharamia kutoka katuni ya kijapani One Piece kama ishara yao. Mwenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika, Mahamud Ali Yusuf, ametoa taarifa akieleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya Madagaskar na kuwataka wadau wote kuwa watulivu na kujizuia. Leo vuguvugu la vijana la Jenz kwa mara nyingine tena limeitisha maandamano katika mitaa ya mji mkuu wa Madagaskar, Antananarivo. Hii ni Poa Africa.